Ustawi, mageuzi na mabadiliko katika dunia, katika nchi yoyote, mabadiliko yao ya kiuchumi, ya kijamii na kisiasa, kanisa limekuwa mstari wa mbele ili kujenga maadili katika mabadiliko. Nchini El Salvador ilibuka serikali ya kidikteta, walikuwa wanaua na kuteka na kupoteza watu. Askofu mkuu wa kanisa Roman Catholic, askofu mkuu wa jimbo kuu la risasi damu yake ilipomwagika ikawa ndio mwisho wa, wa, wa utawala ule ukaanguka, uka usisimame tena. Nchini Malawi alikuwepo raisi ambaye alijiita wa maisha wa Muyaya, dikteta Kamuzu Banda alikuwa anaua watu, anatesa watu, anateka watu, hakuna aliyeweza kumsema. Lakini baada ya mwaka 1990 Maskofu wakaungana wakaandika waraka wa kichungaji pastoral letter ambao ulisambaa ukasomwa nchi nzima kwa wiki tatu. Utawala wa Dr. Hastin Kamuzu Banda wa muyaya kule nchini Malawi ulidondoka usisimame tena na haujasimama tena. Nchini Afrika Kusini zilianzishwa siasa za ubaguzi wa rangi, waliua watu, waitesa watu, wakateka watu baadhi ya maaskofu wakawa wanasema, ubaguzi wa rangi ni utawala, ni mfumo uliotoka kwa Mungu, likubaliwa na Mungu. Lakini askofu mkuu wa kanisa la Anglikana Desmond Mpilo Tutu aliinuka, akawa pamoja na watu. ubaguzi wa rangi mtawala ule wakawaweka ndani, wakawafunga maisha Nelson Mandela, Walter Sisulu, lakini eli Oliver Tambo aliikimbia nchi. Ndipo askofu mkuu Desmond Tutu akavaa majoo yake akaanza kuandamana na watu kule Soweto, akazunguka nchi nzima ya Afrika Kusini, akaenda mpaka Umoja wa Mataifa kuusema vibaya utawala wa rangi utawala, utawala makaburu. Ubaguzi wa Afrika Kusini ulianguka haukusimama tena na hautasimama tena. Mwisho ni nchini, nchini Uganda Idi Amini alimpindua Milton Obote akaanzisha anaua watu anateka watu anatesa watu askofu mkuu wa kanisa la Uganda la Anglican alikuwa anaitwa Janani Rumumu, alimnyoshia kidole Idi Amini. Idi Amini akamuua Janani Rumumu. Janani Rumumu alipouawa, damu yake ilipomwagika, utawala wa Idi Amini ulianguka au kusimama tena. Hapa Tanzania Julius Nyerere aliambiwa siri kubwa na kanisa. Padri wa kanisa katolika Father Welsh Alimuita Julius Nyerere akampa siri ya kudai uhuru bila kumwaga damu, ndipo Julius Nyerere akajiuzuru akazuka nchi nzima kuwaungalisha Watanzania chini, Watanganyika chini ya TANU. Tanganyika ikawa ni nchi ya kwanza kupata uhuru bila kumwaga damu kusini mwa jangwa la Sahara. Nitaka niwaambie utaratibu jinsi gani kanisa ni sehemu ya kupigania haki duniani na ndiyo maana hapa Tanzania ulivyoibuka ushenzi wa kuua watu, ushenzi wa kuteka watu, ushenzi wa kupoteza watu na kumwaga damu wakati wa uchaguzi, kanisa kwa mara ya kwanza limeungana tena na kutoa kauli. Mmemsikia askofu wa kanisa la kiinjili kilutheri KKKT dayosisi ya Morogoro, askofu Mameo alikemea ushenzi wakati wa Pasaka. Huyu ni askofu hapa Morogoro. Mmemsikia rais wa baraza la maaskofu Tanzania askofu Pisa amekemea kule kule kule, akitokea Lindi akawaambia watawala mambo mawili: wamwachie huru mheshimiwa wa Tundu Lissu bila masharti yoyote, na waabadilishe mfumo wa ukandamizaji. Lakini watawala hawataki kusikia, hawataki kusikia. Mmeona pia watu wasiojulikana waitaka kumuua padri wa kanisa Katoliki, katibu mkuu wa baraza maskofu Tanzania, Father Pat Charles Kitima. Lengo lake ni nini? Lengo ni kuwatisha wa dini. Eti wakiwatisha viongozi wa dini, maana yake ni kwamba watasimama, watanyamaza. Niwaulize watu wa Morogoro, ni kiongozi gani? Ni mamlaka gani? Ni utawala gani duniani ulioweza kunyamazisha sauti ya kanisa ukafanikiwa, upo? Niwaulize watu wa Morogoro, niwakumbushe tu. Miaka miwili mitatu iliyopita, Askofu Gwajima alizunguka nchi nzima akimsifia Rais Samia kwenye mikutano mikubwa kabisa, na huku Morogoro, Dumila, alipita kila mahali anamsifia Samia, anasema Samia oye, alionekana mzalendo. Juzi juzi, huyo huyo Gwajima tena wa CCM anahoji watu wanatekwa, kwa nini wasichukuliwe wa hatua, anahoji mifumo mibaya hii ya uongozi. Sasa baada ya hapo, wakamwita ni mwagaji mas, na baada ya hapo, wamefunga hata kanisa lake. Sasa hii inatoa picha gani? Ni kuziba mikono midomo viongozi wa kanisa wasiseme? Tutashinda mapambano haya, tutaandika katiba mpya, tutabadilisha mfumo wa utawala katika nchi hii. Na watu wa Morogoro kama na kusema amina. tunaenda kumwomba Mungu. Wewe Mungu naishi na, na kumiliki na kutawala milele, mbingu na dunia vyote vimejaa utukufu wako na hapa Morogoro utukufu wako upo, e Mungu wa majeshi, asante. Na mimi niko mahali hapa kuishuhudia neno lako la kuambia ukweli. watu Watu wa Morogoro, hakuna mfumo wote wa kumwaga damu unaotoka kwako. Umwagaji damu ni ibada za kipepo, ni ibada za kishetani, na twataka uziondoe katika, katika nchi ya Tanzania kwa jina la Mamina. Mtawala yoyote kiongozi yoyote aliyechaguliwa na wanadamu kwa kura au kwa kuteuliwa atakaeamrisha vyombo vya ulinzi na usalama, kiwe jeshi la polisi, liwe jeshi la wananchi, liwe usalama wa taifa, iwe TANAPA, iwe magereza, iwe mgambo, iwe kikosi chochote cha asili kwa ajili ya kuteka, kuua, kupoteza watu, kumwaga damu za watu na kupora uchaguzi na kuharibu uchaguzi, akapezeeshwe yeye na watoto wake kizazi cha kwanza cha pili cha tatu cha nne, sema amina! Yeah! kamanda yoyote wa, kamanda yoyote wa chombo cha ulinzi na usalama kilichotajwa atakayepokea amri haramu kutesa, kuua, kupoteza watu na kuiba uchaguzi, akafezeshwe yeye na uzao wake, ni kizazi cha nne, sema amina! Yeah! taasisi yoyote chombo chochote kitakachofanya kuahira kutaka kufuta taasisi za upotea zinazotetea watu, iwe ni taasisi ya chama cha kisiasa, iwe taasisi ya dini, iwe chombo chochote kile cha jamii, akafuta au kuharibu au kukinyamazisha, akafezeshwe yeye na uzao wake na wanaotumika pamoja naye kizazi cha kwanza, ambacho anasema amina, yeah. Watu wa Morogoro, mimi sina deni